Na hii ni njia rahisi kabisa ya kubadili picha yako, picha yote ulionayo katika simu yako iweze kuwa PDF. Cha kufanya simple, utafungua browser yako, iwe Chrome, iwe Google, iwe Opera Mini. Nitachokiandika pa sehemu ya kusechi ndendeka I Love, I Love PDF itaandika I love PDF. Alafu PDF nikishafungua itakuwa kama hivi. Italeta, utachagua ya kwanza JPG to PDF. Tai click. Itakuletea sehemu ya kuchagua picha nyekundu kama inavyoonekana hapa. Tai click. Itaingia kwenye media file. Ah, baada hapo ukiingia utaenda kutafuta picha yako ambayo unataka sasa iwe PDF. Kwa mfano mimi hapa nataka hii picha ya, ya ramani ya Tanzania iweze kuwa PDF. Baada ya hapo, nitaklik hapa chini wameandika convert. Wakishafanya hivyo, itakuwa moja kwa moja tayari itakuletea download. Kama hapakuletea download, utaklik download. Baada ya hapo tayari nitakuwa nishapata PDF yangu, nitaingia kwenye mafaili yangu kuonesha PDF yangu ni kama hii inavyoonekana. Hivyo ni njia rahisi ya kubadili picha yako, picha yoyote iliyonayo kuwa PDF. A, pia kama utataka kubadilisha PDF yako ambao umesha download kuwa picha tena, utachokifanya utakliki juu huku, kisha utaskrol taratibu aya kwenye convert from PDF, utabuke PDF to jpg kisha utaletea sehemu ya kuselect PDF file, utabonyeza kwenye mafaili yako ifunguke kama hivi. Nitatafuta PDF yangu ya Tanzania kama inavyoonekana, nda click kuupload kwa ajili ya kuibadilisha iweze kurudi kwa picha. Kisha nitaletea option ya kudownload, nda click download kama inavyoonekana hapa. E, kishafanya hivi pia utaweza kubadili PDF yote iweze kuwa picha kama inavyoonekana hivi, picha yangu tayari saipata. Ando oh, video yangu ya leo. Usisahau kusubscribe chaneli yangu Protective ya Procha TV. Asante <muchas>